Ndugu zanguni wa Tanzania, nimeona tukiwa katika haya masiku ambayo ni masiku ya uchaguzi, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi, nikaona kwamba nitoe michango mchango mbalimbali kwa lengo la kuweza kukumbushana kuhusiana na mambo ambayo yanahusiana na nchi yetu Tanzania na hasa hasa nitatoa michango mbalimbali mbali, na maelekezo mbalimbali mbali ambayo itakuwa ni msaada ambao utatusaidia kwa lengo la kuweza kudumisha amani ya nchi yetu na kuweza kuilinda na kuepukana na sababu za kuweza kuivunja amani yetu. Leo nizungumzie kuhusiana na dua maombi. Maombi ndugu zangu wa Tanzania ni sababu ya kuondoa mabalaa, maombi ni sababu ya kuteremka rehema kutoka mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Akatuambia, inna duaa mimma nazala wa mimma lam yanzil fa alaykum ibadallah bidua, hakika dua tunafaidika nayo kwa yale yaliyoteremka, na kwa yale ambayo bado hayajateremka. Kwa hivyo Shikamaneni eni waja wa Allah Subhanahu wa ta'ala na dua, muombeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipoelezea faida za dua, anaelezea kwamba dua ina manufaa makubwa kwa watu, akasema inna dua mimma nazal, hakika dua inanufaisha kwa yale yanayoteremka, yani kwa maana kama kuna matatizo yamepatikana, balaa, maradhi, jambo lolote lile ambalo watu hawalipendi katika matatizo, basi dua inasaidia, dua inasaidia sana. Kwa hiyo yanapoteremka majanga na matatizo basi Mwenyezi Mungu kwa kumuomba atakujalia uwe na subira kwa hayo matatizo ambayo yamekupata na uwe na uvumilivu kwa yale yaliyojitokeza na uridhie mpango wa Allah subhanahu wa taala. Yani zile kudra na qadar za Allah alizozikadiria zenye kuumiza, basi uwe ni mwenye kuridhia lakini pia dua inanufaisha kwa yale yani, ambayo hayajatelemka yani kuna matatizo ambayo hayaja kupata, unaogopa kama sisi tunaogopa kwamba amani isivunjike katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunamwomba Allah isivunjike, iendelee kudumu. Kwa hiyo miongoni mwa njia za kuidumisha hii amani katika nchi yetu ya Tanzania ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wataala, Mwenyezi Mungu ili amani yetu ya Tanzania idumu kwao, tunamwomba kile tunachokiogopa kutokea: vita, vurugu, mpasuko kati ya Watanzania, kuvunjika umoja wetu sisi wa Tanzania, Tanzania, kwamba Allah alipitishe mbali yote hayo. Yanapatikana kwa dua. Anasema mwanachuoni wa Kiislamu Al-Imamu Al-Ghazali, Allah murehemu Anatwambia kwamba "alduau sababu liraddi lbalaa", dua ni sababu ya kuondoa mabalaa. Kuna balaa limetokea, ukimuomba Mungu lile li balaa linaondoka, yale matatizo yataondoka kwa maombi. Wa wujudi rrahma, dua ni sababu ya kupatikana huruma na rehma ya Allah subhanahu wa taala.

Dua inazuia mabalaa kama ambavyo ngao inazuia silaha. Yaani wale wapiganaji wakiwa wanapigana anakuwa ameshika rungu na wakati huo ameshika ngao, ili ngao anakuwa anazuia, ili silaha ya adui ikirushwa basi aizuie na ngao. Na vile vile dua ukimwomba Mwenyezi Mungu kwa kile unachokiogopa katika ufakidi, matatizo, maradhi, maafa mbalimbali mabalaa kuondoka amani, basi dua itaweza kuzuia amani isiondoke isi ibakie, na unaweza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi yale mapungufu yanayopatikana na yenyewe pia yaweze kukamilika. Dua ina faida kubwa. Kwa hiyo sisi Watanzania tuna uwajibu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe amani yetu ya Tanzania. Allah subhanahu wa ta'ala nasema katika hadithi al-Qudsi, Ana inda dhanni 'abdi bi, mimi nakuwa katika yaqini ya mja wangu kwangu. Mimi Allah nasema mimi nakuwa katika yaqini na mja wangu anapokuwa yani, ananitegemea mimi, anakiri zile fadhila zangu, lakini si hivyo tu, akawa na shauku ya yale ambayo nimehaidi kwamba yapo, akawa na shauku na mimi, anaogopa wama ila dhalik. Maadamu mimi Allah ni tegemeo la huyo ambaye ananitegemea maadamu kuna mtu ananitegemea ana yakini na yali yaliyokuwa kwangu kwamba mimi naweza kumsaidia, basi nitampa atakapokuwa ameniomba. wa ana maahu idha daani, na mimi niko pamoja naye atakaponiomba. Hii e hadithi ameipokea Imamu Muslim. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania mlango wa kuweza kuilinda amani ya Tanzania na kuondoa mapungufu ambayo tunahisi yapo na kuondoa taharuki zozote ambazo zinaweza kujitokeza, mlango ambao ni mkubwa sana kuliko milango yote ni mlango wa dua, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo anatuona na anatusikia. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi atatusaidia kwa pamoja na amani itakuwa ni yenye kudumu katika nchi yetu ya Tanzania na heri nyingi zitazidi kumiminika katika nchi yetu ya Tanzania. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba amani mara kwa mara, kila mwisho wa mwezi na kila mwanzo wa mwezi, mwezi ukitoka, ukiingia mwezi mwingine, mtume anaomba dua, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbi huu mwezi unaoingia uingie kwa amani. Ni miongoni mwa maneno ambayo mtume alikuwa akiyasema akiomba amani kwa kila mwezi alayhi salatu wasalam, akiomba salama kwamba Allah atuepushe na maafa na matatizo katika miji yetu na katika hii dunia yetu. Hii ni dua alikuwa anaiomba mtume sallallahu alaihi wasallam kila mwisho wa mwezi na kila mwanzo wa mwezi unapokuwa umeingia. Kaona sisi kwa kumfuata mtume wa Mwenyezi Mungu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasalama hilo tulifanye, ni njia nzuri ya kuweza kuilinda amani ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia Nabiullahi Ibrahim Abul Anbiya, baba wa mitume na manabii, mtume wa Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam aliuombea mji wa Makka amani, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha albalada amina, ewe Mwenyezi Mungu. Yani Ibrahimu anamwambia Allah na kuomba ujalie huu mji uwe na amani. Kwa hiyo na sisi vile vile tuombe amani katika nchi yetu ya Tanzania, amani dumu na utulivu uendelee kupatikana ntuiombee kere nyingi mno kwani, hakuna mlango mzuri katika milango ya kuleta kheri na kuondoa matatizo kama mlango wa adua. adua dua aduau silahu kuli ahadin, dua ni silaha ya kila mmoja. Kungobu mwenyezi Mungu ukasmama katika maombi, hiyo dua inakuwa ni silaha ya kila mtu akimwomba Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atamuitikia maombi yake. Kwa hiyo wito kwa Watanzania wote, ili tuweze kuibakisha amani katika nchi yetu ya Tanzania, tudumu kuiombea mema Tanzania yetu, tuiombe kudumu amani. Wallahu ta'ala aalam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. hii ni Wajawema Online TV, online TV. Ha hapa ni elimu tu.